Tanzania inatambua mchango wa wasanii wa Bongo Flava katika kuwakilisha vizuri ama kupeperusha vizuri bendera ya Tanzania. Nikisema hivi, nazungumzia na wale wasanii ambao tayari wanaonekana kimataifa ama duniani kote, kazi zao zinafanya vizuri. Na hapa kati ya hao, huwezi Marioo, ya wasanii hao huwezi kuacha ngoma ya ambayo na trend unazifahamu. Uh, tuzo za Grammy lakini pia kile kipengele cha for your consideration, kile ambacho kimefanya Harmonize na Diamond pia kuonekana hata kipengele hiki. Sasa ni zamu ya Marioo, na ni msanii maarufu ambaye anafanya vizuri sana kupitia ngoma zake nyingi, lakini kwa sasa ukisikia ngoma ya dunia huwezi kumkumbuka Marioo na vibe lake kama lote. Sasa Marioo naye kapata nafasi ya kuzingatiwa na Recording Academy baada ya wimbo wake na Nairobi aliyoshirikiana na msanii kutoka nchini Kenya huyu ambaye alikuwa ni memba kundi la Sut so hapa namzungumzia Bieni, na wameweza basi wimbo huo kuingia kwenye orodha ya nyimbo zinazozingatiwa for your consideration katika tuzo za Grammy 25 26 na katika basi kuonesha appreciation uh, Mario ameweza kupost katika kurasa yake wa Instagram na kuandika maneno haya, akionyesha furaha yake jinsi gani ambavyo amekubali uh, kile ambacho kimefanyika, na amesema kwamba shukrani maalum kwa recording academy kwa heshima na utambuzi wa Nairobi, ndugu yangu at BN, kazi tumeifanya. Asante kwa kila mmoja alisaidia at Bad Nation TZ, hii ni lebo yake mwenyewe. Wimbo huo na ulipata mapokezi makubwa ndani na nje ya Afrika Mashariki, unaelewa ukisi a Nairobi bila shaka huwezi kuteteleka vizuri, si ndio? Na mbali na hilo, pia ngoma hii ya uh, Nairobi imeendelea basi kuthibitisha ubora wa Marioo <laughs> katika mchango wake kwa katika kukuza pia muziki wa Bongo Fleva nje ya Tanzania, na hii inakuwa ni hatua nyingine kubwa kwa kwa muziki wa Tanzania, ikionyesha jinsi wasanii wake wanavyofanikiwa kuvuka mipaka ya Afrika na kufika duniani kote kupitia ubunifu na kazi zilizokuwa bora. Mimi niseme tu pongezi sana kwa wasanii wote ambao wameweza kutambulika na tuzo za Grammy, akiwemo Harmonize AY, pamoja na, na Diamond Platnumz. So, nakumbuka pia Lo inafanya vizuri sana na Lo, ni ngoma ambayo ameshirikisha Diamond na msanii kutoka nchini Marekani Ciara. Lakini pia ngoma ya Simuoni ya AY aliyomshirikisha Harmonize nayo pia imepata bahati ya kuionya kipengele hicho. Sasa hivi ni zamu ya Afrika Mashariki, Tanzania na Kenya, yaani hapa namzungumzia Marioo pamoja na Bien kupitia ngoma yao ya Nairobi nayo pia imeingia kwenye kipengele cha kuzingatiwa, yaani for your consideration, katika tuzo za Grammy 2026. Hii inaonyesha jinsi gani ambayo muziki wa Bongo Flava ama muziki muziki wa Tanzania unapozidi kukua kwa upana. Just imagine wasanii wangapi wa Tanzania wameweza kubahatika kuingia kwenye orodha hiyo. Kwa hivyo ni jambo la kujivunia kwa uzuri kabisa. Lakini pia hapa wasanii wengine wana kitu cha kujifunza na kuweza kufanya jitihada zaidi na kuongeza ubunifu, kwa sababu tuzo za Grammy sio tuzo za kitoto ndugu yangu, ni tuzo ambazo hata Monaiza alikuwa usiku halali analilia kuweza kuingia kwenye vipengele mbalimbali kupitia tuzo hizo za Grammy. Hapa sina la ziada, sasa mimi bibi niko hapa Lekini 69 media tizi kukupa update zetu zote. Kikubwa tu subscribe, nyezaalama ya kengele, mwambie mwana tena. 69 media tizi wa komoto ile mbaya ani, fire on fire.